Kali sasa, tumeamua tunajenga University ya Baringo University, na wanafunzi wa kwanza tayari wameripot, na mimi mwenyewe ndio nitakuja kuweka kingi, tujenge modern university hapa, hapa Kabarnet. Nyinyi mnanielewa tuendelee ama tuendelee? Vile vilevile, mimi naenda leo kuanzisha barabara zenu, tulikubaliana, mbali na hii barabara pia ile barabara ya kutoka Kasoyo pale kuteremuka mpaka Talai, hiyo barabara na itakuja mpaka Kambisa Maki, hiyo barabara tumeweka pesa, tutatengeneza hiyo barabara yenu. Barabara ile ingine ya kutoka Tenge iteremuke Kapkayo iende mpaka Kipsaos, hiyo barabara vile vile tumepata kandarasi, tunawajengea ili tubadilishe dunia hii. Na hii barabara ingine tulianzisha ya kutoka Kamkunji kuja Kisanana alafu itaenda Mugurin tuunganishe mpaka Lake Bogoria, hiyo barabara vile vile is 50% complete. Tumetafuta pesa ingine zaidi tutengeneze hiyo barabara tumalize. Tumeelewana jameni? Tumeelewana tuendelee ama tuendelee? Barabara ile ya Kipsaraman kuteremuka Kinyach tumelete contractor hata mjumbe ya pale anajua, tusukume hiyo barabara, tufungue Baringo County. Na hii barabara ya kutoka hapa Parbelo kwenda mpaka Tot, pia tumeweka pesa ya kutosha. Ile barabara tunangojea sasa ni ya kutoka hapa kwenda Mugie, tuunganishe nyinyi na Laikipia pande ile. Hiyo ndio barabara tunapangia. Tuko pamoja jameni, tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie nyinyi Tumesema tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Ndio sababu in the last three years tumeajiri walimu elfu mia moja, the highest recruitment of teachers in the history of Kenya. Nyinyi mnanielewa, kwa sababu tunataka kila mwanafunzi akienda shule apatane na mwalimu, ili tupate na usawa, kwa sababu mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wakipata elimu wanakuwa sawa.